Mkuki kwa nguruwe, mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mishikaki. <tos> <tos> kanga rubeta na umali. Kwa hiyo hiyo methali haweijui weye, naijua mkuki kwa binadamu kwa nguruwe mchungu <coughs> mkuki wenye uchungu ni nguruwe kwa binadamu, au nguruwe mwenye uchungu ana mkuki wake kwa binadamu. Mkuki wenye uchungu ni nguruwe kwa binadamu <coughs>

au vuka mto, matusi mwachie mamba. I Yani nyie mnaonekana wote mmevurugwa tu, mmechanganikiwa sijui kwa sababu ya vipara. Usitukane mamba kabla hujavuka mto. Basi shasha, mke wangu, inatosha, nishamee tu. Sikio la dawa halisikii kufa. Ndio hivyo kweli, sikio lililokufa lina dawa, dawa ya sikio iliyokufa, dawa gani yenye sikio iliyokufa, kufa kwa sikio kunasikia dawa dawa imesikia sikio hivyo, anasemaje? Vine ni bora shari kamili kuliko nusu shari. Shari shari nusu shari shari ya shari yenye nusu ni bora shari zote ziwe na shari kuliko shari kuwa na shari gani yenye shari kwenye sharibi, mlole nipishe. Shukurani ya mateke ni punda. Punda mwenye shukurani ya mateke ni mateke kutosha? Au shukurani gani yenye mateke yenye punda? punda aliyebeba mateke ana shukurani zake zuzu, shukurani gani? Waswahili wanasema kwamba mgaagaa na wali hali upwa mkavu. Mkavu upwa hali umeliwa na mgaagaa gani? Mgaagaa na wali gani? Umegaagaa na upwa umekula mkavu a wa wali amekula upwa mkavu <laughs> mgaaga na upwa hali wali mkavu. Mshenji mkubwa wewe, hata meshali zenyewe zinakushinda kushinda, mjomba.